Kuanzia kesho tarehe ngapi? Kesho tarehe mbili mwezi wa sita, tutaanza maombi ya kufunga na kuomba makanisa yote elfu mbili na ushehe, hata wale ambao si wa ufufuo na uzima, wale ambao unaipenda taifa, kila mtu kwa dini yake hata waislamu waliopo pia ndugu zangu kila mtu kwa dini yake tutaomba maombi ya kufunga na kuomba aina ya maombi hii tutakunywa maji tu jioni tutahudhuria hapa kuomba kila siku kwa muda wa siku saba tutaombea mambo gani jambo la kwanza tutaombea haki iendelee kutawala katika nchi ya Tanzania Jambo la pili tutamwombea, mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye yuko na kesi, ameshtakiwa na kesi ya uhaini, na huyo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu yuko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tutaendelea kumwombea wiki yote nzima ili Mungu atende jambo. Jambo la pili ambalo tutaombea kwenye maombi haya tutaombea viongozi wote wa kisiasa nchi nzima. Sisi hatuangalii chama cha mtu, sura ya mtu, sisi tunapenda taifa likae kwa amani na kwa ustawi. Tutamwombea mheshimiwa Zito Kabwe ambaye ni kiongozi wa ACT. Nampenda sana Zito, kwenye msiba wa mama angu, mama angu alipofariki, pamoja na kwamba ni yeye Mwislamu, alihudhuria msibani, akaja kumzika mama yangu. Tutamwombea yeye na chama chake tutamwombea pia Ibrahim Lipumba, ambaye ni kiongozi wa chama cha CUF. Tutamwombea na yeye lakini, tutaombea vyama vyote vya upinzani. Tutaombea pia Chama cha Mapinduzi ambacho ndiyo chama changu. Tutamwombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan, tutaombea na makamu wa rais, waziri mkuu, tutaombea bunge, tutaombea mahakama zetu, tutaombea viongozi wote hapa haki iendelee kutawala sisi. Utekaji hatutaki. Jambo <muchos> lingine, tutaendelea kuombea. Tutaombea watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Tutamwombea uh, Soka, tutamwombea Mdude, tutawaombea watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Yamkini Mungu ashushe rehema zake pale. Lakini pia tutawaombea mashehe. Kuna mashehe watano au sita hivi ambao juzi juzi kama wiki mbili zimepita wamehukumiwa kunyongwa, wamehukumiwa kunyonga mpaka wafe, mashehe watano au sita. Sisi hatuingilii mahakama, lakini sisi kazi yetu ni kuomba. Mungu anapenda kila mtu akae salama. Wamekosea nini? Hawajakosea sisi hiyo haituhusu sisi, kazi yetu ni kufanya nini? Kuomba. Tutaombea hao mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa wiki mbili tatu zilizopita. Mungu awafariji. Bwana Yesu aitufundisha kuwaona wafungwa, ni wajibu wetu kuwaombea hawa ndugu zetu ambao wanakabiliwa na kunyongwa mpaka kufa. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya nchi yetu yote iendelee kuwa na umoja. Tunapenda umoja wa nchi hatutaki nchi igawanyike kwa vyama, kwa itikadi. Tunapenda tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi yetu, lakini pia tutawaombea Wakristo wote na Waislamu pia ambao wamepata matatizo kutokana na mambo mbalimbali. Kwa mfano, tutamwombea uh uh baba yetu ambaye ni Father Kitima ambaye alipigwa akaumizwa. Mara ya mwisho mimi niliwasiliana na wasaidizi wake, alikuwa kule, kule Aga Khan, alikuwa anaendelea na matibabu. Tumwombee Mungu ampe kupona ili apone haraka, lakini pia a, a, a, tutaombea, tutaombea. Siku zetu za kufunga hizi zitakuwa tunakunywa maji mchana alafu jioni tukimaliza maombi saa kumi na mbili ndio tunafungua, na maombi haya nitayaongoza mimi mwenyewe kuombea taifa of course, tunaendelea na bunge nitakuwa bungeni pia na nitakuwa hapa pia wakati wa maombi. Sasa Dar es Salaam na Dodoma imekuwa nyepesi, unaweza kufanya maombi na kesho yako ukawa bungeni na jioni ukarudi. Kwa hiyo nitaendelea kuwa bungeni kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sawasawa na wajibu wangu wa kibunge, lakini pia tutaombea nchi yetu ya Tanzania. Tunakataa Tanzania kuitwa mahala pasipo salama, tunaitakia Tanzania mambo mema na kuanzia kesho tutakutana hapa jioni saa kumi kamili, tutaanza kuomba. Ukifika tu hapa anza kuomba, na mi nitakuwepo, nitatoa na neno alafu tuendelee kuomba. Natamani sana askofu wa Kenya angekuwepo kesho, pangenoga sana. Wangapi wanapenda awepo kesho? Wangapi wanapenda aweshe kesho? Basi nitamshawishi awepo, lakini ikitokea hawipo, tuna majembe yetu Dokta Geshom bado yupo, tuna askofu George birigi bado yupo. Watapeleka hoja hizi pamoja na mimi, tutabadilishana. Akikosa upanga wa Geshom ataangukia kwa Birigi, wa Birigi ukimkosa ataangukia kwa wakwangu, ambao huwa hawatoki sana wakiingia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo, kuanzia kesho tunaanza maombi ya kuombea nchi, tuombee viongozi wetu wote, nchi iwe na utulivu, nchi iwe na amani na wale waliochukuliwa ambao hawapatikani, kazi yetu si ni kurudisha watu? Ndio wale sasa pia ambao wametekwa, hatujulikani walipo, tuwarudishe, warudi salama, kwenye waungane na familia zao. Na sisitiza sana, mfuatilie pia a, kesi ya huyo ndugu yetu Antipas Lissu. Ni vizuri mfuatilie, ukiwa na nafasi nenda mahakamani, sikiliza. Ni vizuri haki tendeke pande zote. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini ni mtu anayependa uhai na anapenda haki tawale katika nchi.